Ile siku ambayo nakuambia, nimekumisi eh, kidogo nipe ukakataa, baadaye kama unakumkubalie ukakataa, ilikuwaje pale? Unasemaje wewe, uliniambia ulisikuvutii. Yaani kwa sababu ananimisije, na wakati aishaniambia kwamba simvutii, kwa hiyo ni kitu ambacho kama hata kama ingekuwa ni uhalisia ningeweza kufanya hivyo mm. <laughs> Kwa sababu mtu kama kasha kutamkia maneno humvutii, afu kakosa huko nje ndo anakukumbuka wewe mm. Yani anakufanya kama wewe ah, shi sijui nisemeje yani. Lakini unampenda mumeo? Nampenda, afanyeje? Mradi hii ndoa ikae sawa, isiwe na misukosuko. Afanyeje? Sijui, ningekuwa najua kinachoendelea mm. <laughs> ningeweza kuongea mm. Mm. Unaenjoy haya ambayo mnapitia? Mimi si enjoy kwa kweli mm. kwa sababu hamna mwanamke ambaye anaenjoy hayo ya matukio sure, yani kuwa na mwanaume <laughs> kama mndeme mm. uh, yani kubadilisha kila aina ya wanawake na mwanamke unajua, yani sidhani kama kuna mwanamke wa namna hiyo. Kitu gani ambacho nakipenda kwake? <laughs> ucheshi wake <laughs> <laughs> Kwe na? Kwe pepole ni kupongela kwa hiki ambacho napitia. Ah, ni pepole ya labda. Watu ambao wanakutazama muda huu labda hawafahamu jina lako, mara nyingi tumekuwa kwamba tumezoea kuita mkewe Mndeme, Mrs Mndeme. Hebu waambie jina langu mimi naitwa fulani. Mimi jina langu naitwa Irene Modest. Ya Mrs Mndeme. Mndeme kwako ni mumedii gani? Ah, Mndeme sio mume mzuri, ya kutokana na matukio ambayo yanaendelea Mm. Unafahamu lakini matukio, <laughs> kwa sasa sifahamu. mm. <laughs> Lakini sasa kwa sababu ninamjua, mm. najua lazima atafanya hivyo. Ile ndio ulilazimishwa ama uliingia mwenyewe? Niliingia mwenyewe. Ukupenda? Yeah. <laughs> Na ile unayokutana nayo umeridhia kabisa? Nimeridhia. mm. Ndio maana sahizi namwangalia tu ile mm. mm. siku ambayo anakuambia kwamba mimi univutii, mm. ulikuwa umetoa kauli fulani hivi kana kwamba ni maneno ambayo yametoka moyoni, ni, ni, ni, ni kitu ambacho kilisha kutokea kwenye maisha yako, ama uliwezaje kuvaa usika design ile mtu ambaye amekukataa kwa maisha harisi haijawahi, lakini kwa vile ambavyo nili, nili, nili, yani kuna namna fulani nilivyojisikia alivyotamka yale maneno yani nikajikuta yani, nimekuja kama kwenye uharisia mm. Yani to nikasahau kama ninacheza movie mm. Kwa sababu unajua yale maneno ni magumu kumwambia mwanamke mm. Kwa hiyo ni kitu ambacho sikujisikia vizuri mm. Yeah, lakini ndo hivyo, ni movie, mtani vidole viboje <laughs> Wanafurahi anavyoigiza, wanapenda sana. Ya sema, kuna zile karakta ambazo ni kwa, yaani kwa mfano, kuna kuna yale maneno ambayo ni kwa, labda nikimtamkia Mndeme na nini, kuna baadhi ya watu nikikutana nao wasema, ah, wewe dada mbaya, vile ambavyo nilikuwa ninamnyima, si unajua, mm. <laughs> walikuwa wananasema, ah, wewe dada mbaya sana, una sana, unachana sana mikeka wewe. Ya kwao ndio hivyo, si nyingine ambayo ilikukosha zaidi, ukikumbuka unasema, dai ile nilifanya, si nyingine ambayo inanikosha mm... Kuna ile scene ambayo nilicheza na kuna kile kipande ambacho nilikicheza nipo na nimeenda kwa nani kwa Jordan. Jordan, sure. Yeah, mm. Pale ambapo Manyenya alinifumania mm. Uh, wakati yule mama ananitamkia yale maneno kwamba si, mm. Si, yani, vile Jordan alivyokuwa ananikataa pale mm. Yani kile kipande nakipenda sana mm. Yani, nakipenda mno mm. mm. Kile ambacho umekifanya wewe kile ambacho umeshiriki kwenye tamthilia ya dunia unahisi unaitibu design gani dunia? Yaani kwa maana kwa vile ambavyo mshiriki usika wako, mwanamke ambaye yupo kwenye ndoa, lakini ndoa ambayo hapati kila anachokitaka, labda hayuko sawa na mumewe, unahisi dunia inajifunza nini kupitia wewe? Inajifunza <laughs> e, kwa sababu kuna, kuna, kwa, design, kwa design ya ndoa yangu, kuna watu wanaishi hivyo, umeona? Kwa hiyo kuna, kuna design ya watu wanaoishi kama ndoa yangu mimi ya mimi na mdeme kwayo. Kwa hiyo kwa namna nyingine, na nawafunza na, na watu mm. Yani, kuwa mwanamke ambaye hata kama mmewako anakufanyia hivyo vitendo, una kuwa na uvumilivu. Yaani, pale maisha yamebaki sasa ni mazoea, mnaishi kama mnalea tu mtoto, lakini kisha kutokea kwenye ya maisha yako ya kawaida Hapana. Mm. Polisia, una una, una mahusiano kwa maana umeolewa, una mchumba na mume? Ndio, nimeolewa. Eh, na familia Mm. mm. Umeua kitazama yale ambayo unayapitia kwa Mndeme <laughs> <Uwe>, anagoaji ndani <laughs> anacheka tu tunafurahi basi yeah. Yeah, kwa sababu sio uharisia wa maisha ya ndoa yangu yeah. <laughs> Ile siku ambayo anakuambia nimekumisi, mm, e, kidogo nipe, ukakataa baadaye, kama ukakataa, unakumkubalie ukakataa, ilikuaje pale? <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> unasema wewe uliniambia ulisikuvutii, mm, yaani kwa sababu ananimisije na wakatiaisha niambia kwamba simvutii kwa hiyo, <laughs> mm, ni kitu ambacho kama hata kama ingekuwa ni uharisia ningeweza kufanya hivyo <laughs> <laughs> Kwa sababu mtu kama kasha kutamkia maneno humvutii, afu kakosa huko nje ndo anakukumbuka wewe mm. Yani anakufanya kama wewe ah, si sijui nisemeje, yani lakini unampenda mume wako. Ya, nampenda, afanyeje? Ili mradi ndo hii ndoa ikae sawa, isiwe na misukosuko, afanyeje? Sijui, ningekuwa najua kinachoendelea ningeweza kuongea. Lakini unaenjoy haya ambayo mnapitia? Mimi si enjoy kwa kweli. Mm, kwa sababu hamna mwanamke ambaye anaenjoy hayo matukio sure. Yani kuwa na mwanaume <laughs> kama mndeme yani mm. Uh, kubadilisha kila aina ya wanawake na mwanamke, unajua yani, sidhani kama kuna mwanamke wa namna hiyo. kitu gani ambacho <laughs> nakipenda kwake? ucheshi wake <laughs> <laughs> Ucheshi. <laughs> Ucheshi. Ha, mambo mengine hamnanaum naenda kuangalia mpira sebuleni pale, kumbe na yake na yake ya. kwao namjua vizuri mm. mm. atemano ni nini sasa, tumeona kama vile ndoa ya mdogo wako Violet kama imeshakaa sawa hivi mm. unarudi nyumbani kwenda kukuta bomu ambalo limetengenezwa na mdeme mm. ama stili unaendelea kula maisha kwa mdogo wako Violet. narudi nyumbani nikaone tifla nikaonetflahuko tamani nijua <laughs> kitaenda kutokea nini, didi <laughs> Natama, yani narudi muda mm. si mrefu kuna mm. mm. watu ambao DM comment na nakuambia hivi ah, na hivi u anakuambiaje? uga wanafurahi ninachokifanya mm. sana sana, DM zinazokuja ni za pongezi na nini basi mm. ya yeah. Umekuwa ni mtu ambaye unafanya kazi nzuri sana lakini hatukuoni sana kwenye kazi zingine kubwa kubwa hizi. Tukisema kazi kubwa, tunamaanisha hizi kazi ambazo zinaenda DSTV zinenda Azam. shida nini? hawaoni kile unachokifanya au kuna kukunjia na fulani? No, wakati bado. Mimi naamini wakati ukifika nitafika huko ya. y hmm. hmm. hmm. kuna kitu chote Eh? Zungumza basi na mashabiki zako ambie vile ambavyo unafurahi au vile ambavyo wanapenda wana, wana, wana ambacho nakifanya kila kukicha. Mimi nawashukuru sana mashabiki zangu nashukuru kwa sapoti yenu, nashukuru kwa vile ambavyo mnatufuatilia, tunaomba mzidi kutufuatilia kwa sababu dunia ndo kwanza inaanza, mm, yaani mwanzo ndo umeanza sasa. Yaani bado kwa sababu huko mbele mambo ni moto, mm, kwao wategemee mambo mazuri, tunawaahidi mambo mazuri mm. mm. unajua kuna mdogo wako yupo na manyanya au vile ambavyo walivyo walivyo, utamani hata ile ndo uwepo na enjoy, kwa sababu hata ujio wangu kwake ilikuwa ni kwa ajili ya kurekebisha ndoa yake, lakini ndo hivyo, kwa sababu mimi na manyanya tangu mwanzo tulikuwa tupatani, tukashindwa kufanya hicho kitu hmm. kwa, enjoy, ambava, kwa, hmm. Hmm. Kwa, kwa na enjoy ambavyo amerudi kwa mume wake kurekebisha kurekebisha, ndo hivyo. Na ndo mashabiki wananiambia, huyo dada yake vai ndoa yake amemshinda huko, anakuja kwa mdogo wake atawezaje? hmm na enjoy na furahia, naamini hata mimi siku moja Mndeme atanyoka kila laili. <laughs> Haya, sante.